Nadhani wanao husika walianza kuzigawa mapema tu, si ndio? Yule ambaye hajapata kadi na anajua ameshamaliza kiingilio na fomu yake imekamilika, kwamba ana jina kwenye fomu lilokamilika na ana picha passport yenye muonekano mzuri, tulishatoa maelekezo. Kwa hiyo inawezekana huko hapa na usipate kitambulisho, inawezekana picha yako kwenye ile fomu imebandikwa na stepla. Stepla ipo hapa kwenye padi la uso ndii sasa hamna anaye editi hawa yani, anayefanya kazi haediti kutoa hiyo hiyo stepla. Kwa hiyo tuendelee ku, ku, ku, kuangalia kama wewe ni mwanachama na hujapata kadi yako, nilishaongea sana kwenye magrupu. Hakikisha una passport size yako tunaipata na fomu yako ya kujaza fomu ya kujiunga hii. Kadi ni kadi ya mwanachama. Kila taasisi au kila shirika au kila chama kina kadi na hii kadi maana yake ni nini? Ni kuonyesha uhalali. Imetokea chochote kile, ah, tunataka kumsaidia leo, alistidia swala lolote lile linalohusu kumsaidia, kwa malengo yetu matatu, ili tuweze kujikita zaidi. Maana yake kisema tuna wanachama hai na tuna wanachama wa kawaida, si ndio? huwezi kufananisha mwanachama hai na wa kawaida. Mwanachama hai ni yule ambaye ananufaika moja kwa moja na na, na na na na na na zile zile faida za taasisi si ndio? ya Yeah. Ikitokea e, changamoto yoyote leo tunaweza tukasema kwamba hii huyu ni mwanachama wetu, tunatakiwa tumsaidie, moja mbili tatu, hata kwa kuamua kuitana kwa dharura, hata kwa kusema kwamba tuna akaunti kwenye, kwenye, kwenye akaunti yetu kuna pesa ya kutosha tumsaidie mwenzetu kwa shida alokuwa nayo, kwa sababu tayari ni nani? ni mwanachama lakini sio tu kwamba tume ni mwanamke tu, si tunahudumia wanawake wote, awe yupo kwenye mfumo au hayupo kwenye mfumo, na tunawasaidia kwa sababu zipi, ndipo tumetaka kufanya hiyo kazi. Lakini tukasema sisi tuna, tuna uwezeshwaji wanawake kiuchumi, uwezi tu kuamua kuita wanawake eti hapa Waitemeke au hii wai wilaya Ilala ukawaita tu hapa, njoni njoni njoni, au hapa Temeke wakaja wanawake mia, kaanza kuwapa mikopo au kaanza kuwakopesha au kawaletea si wadau wa fedha, wakawachukua wakawajazisha fomu, wakawapa mikopo. Sio kweli, hao watapata elimu. Wanachama wa kawaida elimu ni haki yao, kuwasaidia kwenye masuala ya kisheria, kinafanda salama ndo kazi yao, si ndio? Tunapokuja kwee kunufaika, tunanufaika na mwanachama ambaye nani ni hai, kwa hii kadi ina, ina jina ina namba na ina jinsia, ina mkoa, ina wilaya, ina kata na mtaa unaotokea. Hayo tu tumeyaweka kwa sababu ndio vitambulisho vitakiwa kuwekwa hivyo. Tunaposema huyu Catherine anatokea mkoa wa Dar es Salaam, sasa Dar es Salaam ni kubwa, anatokea wilaya gani? Kigamboni. Kigamboni ni kubwa, ina kata ngapi? Ah, yuko kata Vijibweni. Ah yuko kata, kuna kuna mitaa, yuko mtaa upi? Unaposema majengo, ni rahisi mimi kunipata, unakuja moja kwa moja mtaa majengo, unamuulizia Catherine, si ndio? Lakini huku nyuma hii kadi ina maelezo, ina malengo ya shirika yameainishwa matatu, kama ambavyo malengo yote yanavyojieleza. Lakini imetoa tahadhari, kadi hii imetolewa na shirika la mwanamke salama, maanake ni mali ya taasisi. Ikitokea imepotea lazima utoe ripoti kwenye, kwenye ofisi ya nini, ya shirika. Hii kadi yako unaweza ukafanyiwa kitu kibaya, ikatumika kwa ubaya. Mtu akachukua hii kadi akaenda akavunja na kadi yako akaiweka mlangoni, kama hujatoa taarifa, ukitafuta huyu Catherine, si Catherine, ile inatokea wapi? Majengo, polisi wanakuja majengo kumtafuta Catherine, ulifanya uhalifu nyumba fulani, unakataaje sasa? Na kati kadi yako iko mlangoni. Kwa hiyo ikipotea toa taarifa. Wapi? ofisini kwetu, sisi tunapeleka taarifa panapotakiwa, ili chochote kitokea, tunasema kwamba tulishareporti kwamba hii kadi ilishafanya nini, ilishapotea manake